Imani wana roho za kishetwani, wanaishi kama hayawani sababu kijicho Tutaonana tena. Hiyo nimeijua wewe. Kama nitakufa ufe wapi? Sikiliza bwana, hiyo nimeijua ondoka. Hiyo nimeijua, tunafanya tunakumbana Kusum.. Kuna nyumba hapa ya kuniachia, kuna nyumba. Wewe mwenyewe unajua, nimetoka vitani, nimetoka jeshi. Kuna makasiri kule, nimetengeneza kuna masinagogi. Hata huyu mshenzi huyu nani huyu? Huyu pididi ile ile lamani ya kujenga ile sijui Kalitoa wapi. Tumezama mule ndani ya maji ndani ya ziwa ndani ya miaka kumi. Sasa nikwambieje kama hii sio nyumba wewe unaishi hapa wewe. Wewe umetoka umetoka umetoka vitani huko, ulikuja ulikuja na nyumba. Sasa sikiliza, nikwambie. Wewe unataka mimi nitoke hapo, na niambie na nishauri, nitoke mimi nikuachie nyumba. Hilo swala sahau. Basi usitoke, wakukamate. Hii vita niachie mimi na dili nayo. Mimi nimepigana vita vingi, wewe. Mimi sikai na waalifu hapa. Sikai na waalifu, mwenyekiti, mtajua sikai na waalifu hapa kwako. Wewe hapa kwako, katafute kwako na... Nani mkubwa a hapa ni kitu kimoja. Shangazi yake Mariamu amekuja hapa. Ana msafara wa watu zaidi ya 200. Hao majini vipofu. Kwanzia leo si aleti tena huko kwako kwa kwa mchenzi wewe. Tafuta sehemu yako kule. Wewe unataka kuwa mgombea kukaa. Ukae kwa dada yako. Sasa nikakae kule miwa imeisha isha sasa so niona. Nakwambia aje hapo ndo. Kwanza hata kumekuja hapo umeshatuletea mtafaruku. Mimi na apo, no, no. Koso, apo, paka wangu sasa hivi tumeshakuwa na utengano. Humu ndani mambo hayaeleweki. Shanga la bana. Toka umekuja wewe. Wewe unakula kula chakula wote. Wewe wewe shambani umekula. Wewe ni mwalifu kama waalifu wengine. Si tei silei waalifu mimi mwenyekiti. Kwanza nikwambie mimi huyo huyo Big P nimeisaidia serikali tu. Mvuta mabangi huyo, mteka watu, mkabaji, nimesaidia serikali tu. Wewe hapo, fanya utaratibu, uondoke mistoki, uondoke hapa. Utampiga Big P wewe? Wewe ukampiga wewe? Sasa ukampiga wewe, ukifanikiwa kwa ukara, unatakiwa ujali mizimu Usiwaone Wahindi wanavaga kana nani hapa hivi hapa hivi wanakuaga wameweka hapa kwa nyuzi nyuzi, unafikiri labda ni urembo. Yale ni maamizimu. Na ukiingia pale labda kwenye ka ofisi kake, unakuta anasema karibu baba, karibu baba. Ni kwamba anakaweka mbele na mizimu, anakikaribisha na wewe uingie. Unaona sasa, mwanangu, sasa wazee wetu wanasema. Sio mimi na shiriki na api na api. Alafu wewe, alafu wewe mambo ya kutuvuzia hapa sigara, unakuuliza tu, unakuuliza tu wewe ndakunyoosha we, we, eh. Sikiliza mwanangu. Kuna watu huko niliwanyoosha huko eh. Sikiliza mimi, sielewi mambo ya kushirikina. Mimi mbali mbali. Sema nisaidia mimi, sizani kama msada wako akishirikina unaweza ukanifaa mimi, mbali mbali, mbali, mbali kabisa. E, e, mimi nataka eh, nikusaidie wewe. Wewe njoo tu pale, njoo kusemati, njoo njoo pale na nili ofisini kwangu, hivi ofisini, ndio kusemaje, ndio ka sehemu. Njoo pale ka sehemu kangu, nakusaidia. Nikiisha kukusaidia utakaa sawa Umeona? Mm. Yaani wewe hapo ulipo, mm. Yaani kwanza umeona, sasa mizimu jinsi ilivyokuwa mibaya, hata zibu ujafunga funga na zibu, umeona? Na mimi oh, no, na jama, mimi naweza oh, nikikusaidia Yaani anasema nisaidie mara ofisini kwake. Huyu jamani, ni saidiye ni kwa gani nani? Ah, wewe huyu umjui? Sisi tunamjua kwa sababu nasikia mara mizimu mara sifu, nini, mara. Huyu ni mganga. Ah. Wewe ofisini kwangu, utajua. Mwanangu, mambo tumekaa hapa ofsini mambo ya uganga. Ata msaidia kama ha mna. Mimi na yana yana ya uganga. Uganga Mimi na atakuwa kama. Yaani kwa kweli. Mimi namjua vizuri. Alichaga wai ni mtaalamu. Wacha nikwambie. Huyu ananyondoka tu na stori zake. Ananijua vizuri mimi, namjua vizuri huyu. Unaweka kala mboko, alafu mbele ya mboko usipate mboko, nisikilize, ukapata mbio unamwona huyu mtata, unaona mimi kiukweli. Au wewe unasemaje? Hadi ofisini kwa kwake, umeona. na wewe ukiwa, ukiwa tayari njoo wapi? Ofisini kwangu, mimi nitakusaidia. Mimi naondoka. Mambo iko sawa sasa Mimi umemwona huyu mama hapa, huyu ndiye anefuga jambazi hapa kijijini kwetu. Oh. Eh, dada samani, si hapa kutazama sura yako, nachohitaji ni vitu vyangu tu toka mnaingia nimekuja kishala, lakini sio tabia ya Mtanzania. Halafu nani kitu gani na nani ulimpa? Hey! Bamureye hey, mtoto wetu acha kuzizima data. Mtoto wetu, yaani huyu mama huyu, huyu mama wewe unafuga jambazi alafu unajizima data. Hebu ebu mwangalie. Ah, dada eti anauliza vitu gani, kwani unajua soko ni mwizi? Na huyo mtoto wangu anachoongea sasa hivi kanibia pochi yangu, na hiyo pochi yangu ndani kuna laki tatu pamoja na simu yangu. Hey, na kama amesha viuza, mtoto wetu jipange na ujiandae uuze nyumba hiyo, ulipe vitu vya watu. Hapa kwangu hamna mwizi na hamna tabia ya wizi, hata mtoto wangu naye msema sio mwizi, aliyewaelekeza kakosea. Mm -hmm. Yaani, swali mimi hapa mwanangu na mzigo Sawa hmm. Wana, nimeona niwaletee mzigo na mzigo wenyewe nataka niwape kabisa kitu kizuri Eh? Hmm. Yani, mzigo unazania unacheza mbali, mzigo unatoka hapa hapa New York City, emw hmm. Amerika Saudi, angalia hmm. Mali hiyo napendeleage hivyo vimidori midori na vimikanda, ndomaana nikakawekea hapa baba hmm. <laughs> Hii kitu haujapiga kweli mzee mwenzangu? Ah, siwezi. Mimi maliaunajua ngoya ni kwa mu mm. hizi simu kubwa hizi mm. wana tabia za kuzitrack mwanangu, ininatoka kule kote kule ngururungururu ngururu, nini unakuja mpaka hapa Kenge, hii simu umekuja kumletea mhusika kama mimi wa kingi au umekuja kumletea namna gani? Mimi yoyote atakayefika bei nampa kama una hela shika, nipe hela. mimi nataka wazungu watano tu wazungu watano wanamilikiwa na waafrika na waswahili hamsini, dundo ile vipi? aafu tunaongea biashara ya naizara wetu kwe skia <coughs> hii ni ya kwako, yangu kabisa, yangu toa roki. toa roki unajua loki, hapa kuna kitu kidogo kinanisumbua kwenye loki. Sasa hapo nyosha maelezo, sema hii simu bwana, nimepiga amnanya e kwangu. Kwa hiyo umesema shilingi ngapi? Yaani hapo nipe wazungu watano, wazungu watano wanaomilikiwa na Waafrika hamsini Waswahili hamsini. mm. Vipi sasa, na kama ulikuwa ni kuna pangwangwa sana hii hapo. Sasa ongea kwa baba, hii nanda kwa, kwa, kwa, ni yenyewe, lakini sasa mm. Mm. hamsini, hey, hamsini yani sishushi chini hamsini. Kula pepe, kula pepe. Wewe kula huh? Yeah, kula dawa, acha njelelele kuna familia sawa? Wewe ni familia ya? Familia yako. Sawa? Umesikia? Wewe ni familia yangu mimi? Wewe. Sawa? mm. Na hata kama ukizunguka pote nini ukiwa mangu na rosto lazima utaingia hapa tu? Na tu akingi. Eh, sasa jua uh -huh. Ni nini? mm. Tusiongee sana tu hapa, mambo mengi, tusiongee sana. Umesema shilingi ngapi? mm. Wazungu watano. Wazungu, wazungu hapa. Watano. Waswahili 50. Mm. Sema nini kutoka mangu na mazingira afu nini, mm. Tumekuja, umekuja fom, tumeshajipanga katika malekezo mengine, si ndio hivyo? Kwa sababu e, nini, fanya kitu kimoja, sawa sawa, kule chapa chateni jamaa, sikia zinatoka, zinatoka, zinatoka hela hela zinatoka, sikia kwanza, dawa yako yako, dawa fanya hela zinatoka. Kama mwezi kunipa hela mimi niende nikafanye biashara kwingine, masela, nimewaamini masela. Poa basi, maana tumemwona kwa macho yetu, usiseme tumeelekezwa. Wewe mwanao ni mwizi, unataka kukataa hapa? Unamkatalia una nani sasa? Sikia dada, kaidia polisi na hole, nikute kitu changu hata kimoja kimepotea. Nimesemaje? Hapa hamna mwizi, mtoto wangu sio mwizi na hana tabia ya mwizi, na kwa sasa hayupo. Sijui umenielewa ha. dada nitakaporudi kwa mara ya pili hapa sitakuja kama nilivyokuja na huwa sio siongeli sana, naenda kwa vitendo kingine. Ah. Umoto mliouacha nitauzima tena kwa tone moja la maji. Hey, mwana wetu unakubarije kuwacha mali zako nyuma. Abiria chunga mzigo wako. Mwana wetu unakubarije. Hey, wewe mwanamke, toa jambazi mwana. Hio funga mgomo wako, mtoto wangu sio jambazi na wala sio mwizi na iwe mwanzo na mwisho kuita mwanangu jambazi. Nadhani umenisikia ah. Nimenielewa wote kwa pamoja ah. Pamoja niweke akilini, ili niweke akilini hili. Kama amezia kuwaibia hao ni wao, hapa amegusa chuma cha moto, kovu ni lazima, alafu kwangu mimi ni kidonda na utakipata. Watoto elfu mbili mkishanunua kanga hayo ni maneno ya kwenye kanga, hayanitishi Acha kusemea kanga zangu umeona mtu kanunua kanga unakaa unatamani tamani tamangu, Kenda, sasa sikiliza na huu ni mwanzo tu sasa nikwambie na hapa umeliwasha huu ni mwanzo tu mtoto wetu hiki kitaeleweka kwenda huko kitaeleka endelea kufuga jambazi lakini Masudi, sisi mtu hapa ana tabia jamani ya wizi. Au kaiba kule. Lakini sina uhakika nalo. Kwa ngapi wameniambia huko anipe laki tatu ila ni nini. Unalipia todi hiyo. Hiyo analipa. Shika, shika kwanza hiyo. Ah, basi vuta mwanangu vuta. Hamna hamna. Kama sasa ni kwanza biashara zitavuta tu. Toto yako unadeka wewe

ni biashara za hivi na kuamini. Yani unayemwamini hakuamini. Shika hela, wewe bado mzee Masudi. Saa hiyo shilingi elfu ishirini, mwanangu. Mimi ni mshikaji wako, afu familia usielewa, katika pilika nini za hapa na pale, mida ya jioni nini, wewe zunguka nini, tokea mwanangu, mbawa yako mimi, yani kila usafi yani, wewe familia yangu mimi siwezi nikakataa ela hata siku hii. Hauwezi. Na, na, na mimi najua ana ujinga wa hivyo huyu. Zingatia kitu kimoja. Mimi mwanangu sitaki tena nje nipite jioni uanze kuniambia oh, hela sijui nenda na mama paka sijui niende wapi. Ah ah. Mii wewe mwenyewe mwanangu. Tuendelee kuheshimiana. Wewe mwenyewe kabisa unanijua kwamba mimi ndio kapeta mtoto Mama Yohana. Sina gambo mbwe mbwe nyingi. Nikikwambia John geuka unageuka fresh. Haina shida. Mtoto akizungumza na gani kabegi yako vipi? kabegi yako vipi? Ah, subiri, subiri. Sisi, oh, si ni familia. Mimi ni maulizaje, huo mkoba inamaanisha kwamba unenda shule. Utakuelewa wewe. Mimi nakusoma sana. Hakuna jambo unaongea. Hakuna jambo ulioongea nisilifanye. Kwani hapo unaongea nini? Mbona mimi sikuelewi? Alafu nisha kukataza usinipe dingi, alafu nisha kukataza sitaki kukona na wale vijana wa tabani. Yani ndio kwanza usikii, yani usikii la mwanzini wala la mzani swala. Sasa nasema hivi, tafanya kazi kwa vitendo. Yaani kama unielewi dingi, na maana kubwa mzee, nakupa manyota hata jeshini hakuna afu nampia fedheha na swala la banki, swala la banki ni nani? jipya ni Nani, nani mpya? Lakini sasa wewe unasema sijui nini na nini sikuelewi. Hii ni mwendo wa kidijitali dingi, sijui kama huu ni mwendo wa kidijitali dingi. Bila banki mambo haendi. Nyamaza mjinga wewe! Kama banki nakusaidia kitu, ungekuwa si umejenga kwako Mbona upo hapa kwangu? Mbona uko hapa kwangu? naendelea kukufuga tena, sitaki kusikia unanitia aibu sana hapa kwa kwangu, takufukuza. Uh -uh. mm. unataka nipe hela? Haya ndio maneno elfu hey. kumi mkoba beba elfu kumi unanipa chapu. Sasa sikia, nikwambia sawa. Okay, ukiamua kuchukua mkoba unanunua hapa mkoba, ununui vilivyomo ndani Sawa, oh, ukimleta elfu kumi nachukua vivyomo ndani, napita hivi, unabaki na mkoba wako, mambo mengine ya biashara. Abu, tulia basi mwanangu, ni nimekuambia. John, geuka, tunamaliza. Freshi, mimi nikipita John, naomba hela yangu nipe hela yangu. Mapema tu

Simkari, simkari kabisa. Na simkari dogo sikina huyu mtoto wa jana a i hch unaweka sasa udarai. Udarai ya kusuni. Ya udarai sasa mimi dogo nimemchekecha, dogo si nimemchekecha, ni huyu asingechukua elfu thelathini alikuwa ana, kwa maneno gani unaongea hapa kaka? Nimekauka hadi mate hivi, mnaanza kujisahau yani. Mzigo niufate mimi mwenyewe kwa maserali, kwa pusha, ni ukate kate, nije nikuuzie, usizi uanze kuniona mimi kama vile katoto eee. Nimetua mwanangu, tenteni tatu Unaanza kupamba Mwanza oh, kusizi kama umetinga nini? Sasa sikiliza kitangili, ukishatinga nini Fresh. Mimi ndio niko kwa hapa bangi kama chakula. Eh? Kwa nini? Sitaki kabisa kusikia mambo ya bangi hapa. Sasa nitafanya kwa vitendo. Maake unanitia aibu. Unanitia aibu kabisa kwa kijijini. Lakini la, lakini mimi naona kama jicho lako linanitazama sana maisha yangu. Kila nikipita unanitazama. Sasa nyingine vunga. Alafu nyewe wazoa zamani nyewe. Sijui mpoje. Na nyewe wazoa zamani. Mnataka kutupeleka na mambo ya kikoloni tu, mambo ya kikoloni. Hii ni karne mpya. Mwendo wa digitali mzee, ishi kijanja hivyo. Mtoto una akili una akili eti mkae. Toka hapa mbele yangu, toka na nitoa kalakala. Mtoto sielewa, kila siku naelezwa achana na bangi, achana na vijana. Utaki kunielewa, utakufukuza kwangu hapa. Eti bangi na maendeleo, bangi kwa umeshajenga kwako huko. Pumbavu sana. Tunafanya tunakombana. Kama nilivyokueleza mheshimiwa mbunge, mimi sio mtu wa mbambamba, mimi mtu nafanya kazi kwa vitendo. Nilikuletea mwanzo mastrika wa kushambulia, sasa naona kama vile wanashambulia hawana zile kiungo, kushambulia kiungo. Kwa nafasi sasa nimekuletea kiungo maestro, kiungo mkabaji na mshambuliaji Huyu uyana jitambulishe jina. Mimi mimi ne, mimi tena nani? Eh, na sasa wapi mpo on the beat? Kwa sababu huyu hmm, jamaa haja kusia kuleta mimi kama special. Subiri. Huyu ni kijana ana kundi kubwa sana ya vijanataa jieleze mimi, kwa hiyo tukimtumia sasa kama jina lako lenyewe umeshindwa kujieleza. Ndio nakusaidia, ah, oh. Kuna vitu natumia. Sasa kuna vingine ni download. Okay. Ili vikae sawa. Mimi naitwa Kapimpo. Of course, alafu mimi nimesharibu vijana wengi. Yaani kama mia mbili hivi, kwa hiyo wengi wananipata mimi. mm Nimekosea hapo, -hmm. Nina vijana wengi I mean, kama mia mbili hivi nyuma yangu kwa sababu mimi nifanya biashara mkubwa na, na, na watu wangu kwenye biashara yangu. Kwa hiyo huyu hajakosea mimi kunileta kwako. Kuna watu watakuja hapa mzee, kuna watu wataunguruma hapa ukiwataka, ambao wewe huwezi kuamini kama naweza nikawaleta hapa. Mimi nawaleta. Huyu mwenyewe pole. anaelewa pole, pole. pole pole nini, mzee? Unataka ule peke yako iiaia ni vitendo. Yaani sasa hivi kidemokrasia wanasema watu waliosoma agriculture. Utandawazi. Eh, ukisomea agriculture utandawazi. Ukasoma mathematics, geography, English calculation of science technology. Sawa, baba. Maana mm -hmm. uh -huh. ni kwamba huyu ana kundi kubwa la vijana ambao wanashirikiana na wanamsikiliza sana huyu, ndio kiongozi wao. Ili kuwapata wale vijana wote, sasa tumtumie kwa namna unavyoona wewe. Anastahili kweli kukusaidia huyu? kichwa inapata moto hii? kama inapoa, inapata moto si... Si anagombea? Si anagombea? Si anagombea? Si anagombea? Si anagombea? Si anagombea. Sasa, si anagombea, si anagombea uchaguzi uliopita Alipita nani? Hey. Hey. Hey. Mi mimi nagombea. Huyu ndio mbunge. Sasa, huyu ni lezi sasa. Anafaa. Sawa. Ila usimuone tu hivi kwamba maji kutwa maji kutwa. Sawa. <laughs> Ni hatari tu kidogo, huwa ni akuset eh tu kwenye dish. Una hakika akatusaidia? Sawa na atatuletia watu wa kupiga kula, maana asije akaleta wapiga mioshi wenzie, kwa sababu nahisi kama anapiga tarusha, alafu si vitu vya kawaida baba. Mimi sina control, mimi ndio control. Mimi sina tatizo na hiyo. Kwa umeona anafaa, kisha anafaa kweli, mimi sasa tukaboronga, kwa sababu akifanya vizuri manake na chama chetu kitafanya vizuri yes. kwa Hey, usidondoche pointi hapo hey. Endelea kuniamini sasa hapo, kwenye pointi, hey. Kwenye pointi sasa hapo. Kuna vitu nataka nimalizia, nimalizia. Namba ya simu nini unasema? Hey. Ya leo hey. Hey. Hilo alina shaka, na anafikiri ndachukua namba yako, alafu baadaye. Hakikisha unafanya vizuri. Mimi, uwasuwati na mimi Baba, hata kutoka jioni ya leo watu wako hapa. Sikuwahi kuja kutegemea kama ipo siku moyo wangu atakuja kuumiza kiasi hiki. Nimejitoa kwa kila jambo ili yeye hawe na furaha, lakini yeye kaumiza moyo wangu. Kwa nini? Lakini, lakini bado napenda, mpaka nimefikia hatua na changanyikiwa kwa ajili yake. Sikujua kama mapenzi yako hivi. Najuta kupenda mimi. Ila sasa imefikia hatua natakiwa nisimame kama wana, mwanamke shujaa. Leo ndio mwanzo na mwisho wa kulia kwangu, tena sitotoa tena machozi kwa ajili ya mapenzi. Majaliwa, sitamani uone upande wangu wa pili. Ni kuahidi tu au tutakao kuona machozi yangu. Kama Majaliwa, sitamani uje ufahamu upande wangu wa pili na sitotoa tena machozi mbele yako, kamwe kamwe. Majaliwa, siwezi kurudia kamwe. Nachuta kupenda moyo numia, siyo rahisi kusahau. Mmiva sijui kama ni

libo unauhakika na huyu kiumbe yaani, mimi na uhakika naye kwa asilimia mia moja na, na, na labda tu ni nimtoe wasi wasiwasi kwamba hey, jiona leo kwa advertise, nataka nimonese kwamba mimi niko vizuri vizuri. Niko serious. Kuna vitu niko navyo sawa, sipotezaki point. Sasa, nini? Nini? Ndio maana nimekuambia tangu kabla huyu ana si ni bangi hapana, unajua. Si hapana. Bana wewe, unajua wale wale vijana. Okay, haujapenda sawa, haujapenda lakini vijana wengi wanakuja kwa sababu ya hii hii, najua wako wako wako sawa vizuri. Sasa sio leo, okay fine, bunge huyu mbunge. Tunachokitafuta ni mtaji wa kundi la watu, yeah, bila kuchagua walevi wa utaji hiyo manani mashine kubwa, lakini wafate kwenye mlengo wetu tu wote niwapiga kulaaua. Usisahau kuninulia adabu. Tusichukue muda mwingi sana, tutafanya utaratibu, tutamuulizia ka kitu kidogo, ili kazi ianze rasmi. Naamini kwamba kuanzia leo usiku kucha, hata kama ni tatu nne, lakini hakikisheni mnapiga kampeni nzuri, nakikishia Arusha La, lakini sio tatizo, si ndio? mimi, mimi niko ndio msimamizi. Niko naye ngadu kwa ngadu. Sisi tukaelekea kwa jambo. Subiri, subiri, subiri. Msambu, tunafanya kazi na wapiga licha. Eh, Juma. Jioni ya leo, jioni ya leo tuko pale pale jioni ya leo. Kuna jambo kubwa linakwenda kutokea hakika. Njona wote, njona wote. Kazi kaa ndani upake wancha tu nini wa, wa, kaku, ni table hapo. Yaani mara hii mi naingilia maisha yako, umesahau kabisa mimi ndo nimekaribisha kijiji hiki. Unaweza kunipisha, usiji ukaniharibia siku leo, nataka nienda nikampikie brother. Sasa hivi nimechelewa, alafu unaniletea mautani ya kutongozana. Maisha yangu binafsi hayahusiani na kazi yetu apa, niendahai kaesekesa moyowangu nanuma